Wamekaa na shida zao, Yesu yupo lakini hawaponyi, kwa sababu kuna biashara zinafanyika hekaluni. Yesu alipofika, akapindua meza, akaondoa wavunja fedha, akawaambia waliokuwa wakifanya biashara, akasema yaondoeni haya. Walipoyaondoa yale, wakaja viwete na vipofu, akawaponya. Ni hekalu lile lile ambalo lilikuwa nafanya biashara ndio kwenye hekalu hilo hilo baadaye viwete na popo waliponywa, ni hekalu hilo ndio Yesu alikuja kufanya kazi. Ni hekalu lile lile ambalo lilikuwa limechafuka kwa biashara na minada na, ma, na mauzo ya ajabu ajabu. Ndio hekalu hilo hilo Yesu alikuja kufanya uponyaji, baadaye alikuja kufanya baada ya kuyaondoa yale. Yesu anaweza akaja kuponya, Yesu anaweza akaja kuokoa, lakini hata ponya hata okoa mpaka kwanza haya yameondolewa mpaka kwanza yasiyofaa yameondolewa, mpaka kwanza yasiyohitajika yameondolewa, mpaka kwanza uchungu umeondolewa, mpaka kwanza kinyongo kimeondolewa, mpaka kwanza husuda imeondolewa, mpaka kwanza lawama zimeondolewa ndani ya moyo wako. Yesu afanya ka. Yesu hawezi kuja kuokoa mahali ambako kituo kimejaa uchafu. ngiwekea ilani yako. Mgeukie jirani yako, mwambie jirani, kituo sasa unapohitaji. Mambo yatakusaidia kushinda mazuio ya ulimwengu wa roho, unapoomba saa ya Bwana iwadie kwako, hakikisha kituo kiko safi. Huku ndani huku ndani umebeba nini? Umebeba nini? Huku ndani kuna watu umewashikilia Mwaka mpya mwaka, mwaka wa zamani umeisha, umevuka na mambo ya zamani, bado una kumbukumbu kumbu, bado na maumivu ndani ya moyo wako. Lazima ujifunze kusamehe mengine, lazima ujifunze kuiachilia mengine yapite, lazima ujifunze kuiacha mengine yapite kwenye maisha yako, yaone kama ilikuwa ni sehemu ya maisha. Unajua kwenye maisha haya hauwezi kuishi tu maisha mepesi tu bila kutana changamoto. Hapana, hauwezi kuishi tu bila kukosana mtu kwenye maisha ili maisha yetu maisha, lazima maumivu yapite, furaha ije, watu waukosee, wakuseme kidogo, wakuonee, ndio maisha. Lakini kama utakuwa wewe ni kama kokolo linalokusanya kila aina ya uchafu unatunza ndani ya moyo, kila aina ya uharibifu unatunza ndani ya moyo, utakuwa kama ile nini ya kwenye kuku, filigisi ina mchanga, ina kokoto, ina vigae vya chupa, ina kolokolo kibao. Yani, kuna watu ndani ya mioyo yao ni kama firigisi ya kuku, amekusanya mambo, sio.